Na sasa tunakwenda kuungana na zile taarifa zilizobamba uh, katika mitandao ya kijamii uh, kama ilivyo kawaida, mwenzetu Ali Bakari yupo tayari na tunakwenda kuungana naye hivi sasa aweze kutufahamisha yale ambayo yamejiri katika mitandao ya kijamii. Ali Bakari, habari za wakati hua huko? Vyema kabisa. Si, tunashukuru, tunaendelea vyema yeah. E, tukaribisha bwana uweze e, kutuletea yale ambayo unayo kwa siku ya leo. Nimefurahi kuungana na ndugu zangu hapa. Ni miongoni mwa timu o, <laughs> <laughs> uh, lakini, e, ambazo kimsingi mm inafanya vizuri sana katika mitandao eh, ya kijamii hasa kuelekea katika michuano kabisa ya FIFA Club World Cup. Mm. Sasa sijajua kwa nini na tutaona habari yake hapa. Sijajua kwa nini <laughs> wameamua kufanya hivi. Eh, na wakati inaonekana kwamba ni eh. kama vile wadhaifu. Ama si? Sasa pamoja na kwamba sasa hivi tunaangazia uh, ile tunasema ile FIFA World Cup special mm. lakini tutaguse kidogo uh, za hapa nyumbani kidogo sana. Halafu kisha tutarudi uh, eh, katika zile habari. Yes, twende moja kwa moja katika Zilizobamba mitandaoni ama mitandao ya kijamii, kuna habari gani huko, tuweze kuona bwana? Tumetembelea katika ukurasa wa Zaka za Kazi na unafahamu ya kwamba Kenya Polisi wametangazwa kuwa ni mabingwa wa ligi ile ya Kenya, FKF Premier League ambayo unaipata kupitia kisunguzi chako cha Azam TV. Sasa Zaka za Kazi ametukumbusha jambo ya kwamba AFC Leopards ambao wanatengeneza ile dabi ya mashemeji ama mashemeji dabi mm, pamoja na kwamba ni moja ya timu ambazo zinatengeneza dabi yenye mvuto kule Kenya, lakini timu ambayo haijawahi kuchukua kombe la ligi kuu ya Kenya uh, tangu mwaka 1998 walipofanya hivyo wakiwa na kocha Sunday Kayuni Mtanzania huyu. Sasa kwa nini haya yanawakuta uh, AFC Leopards? Sasa uh, Zakazakazi anatukumbusha kidogo, kuna andiko lake refu mm, lakini kikubwa ni kwamba uh, aliwahi kuwa kocha wa hiyo timu na ilivyochukua kombe ili yeye ndo alikuwa kocha mara ya mwisho. Nini kilitokea baada ya hapo? Uh, anasema tunaanzia tu kiuchache, anasema klabu, huyu bwana aliomba, baada ya iwana kumalizika msimu mwaka 98, aliomba pafanyiwe uh, usajili wa wachezaji saba mm, ambao yeye aliamini kwamba wakiongezeka hao, uh, timu itaweza kuongeza ubora wake. Uh, klabu ikamsikiliza na kusajili wachezaji hao, lakini kwa usajili wa kitapeli Hilo ni neno ambalo wamelitumia eh, Zaka, Zakazakazi kwamba kwa, kwa usajili wa kitapeli wachezaji hao walipewa hundi eh, bandia, hela ikagoma kutoka na wao wakagoma kucheza. Unaona bwana, ikabidi Kayuni awarudishe wachezaji aliowaacha wengine. Wakawa wameshasajiliwa na timu zingine, waliokosa timu wakarudi. Yani maana yake ni kwamba kuna wachezaji aliwaacha yeah. Sasa baada ya kutokea kwamba wachezaji waliosajiliwa wamepewa hundi bandia, ikabidi sasa arudi, maana wale wachezaji waligoma kucheza, ikabidi arudi kwa wachezaji aliyowaacha ambao yeah. aliona kwamba hawa kiwango chao kifanani. Uh, sasa na na, na timu ambayo alikuwa anataka kuitengeneza kwa hivyo, anasema timu ikaenda kushiriki klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati. Sasa tuna kwamba inatambulika wakiwa yeah. huko hawakufanya vizuri wakatoa sare mechi zote tatu za hatua ya makundi. Baada ya hapo, klabu haikuridhika na matokeo ikamfukuza kazi, akadai stahiki zake, lakini klabu ikamgeuzia kibao. Haya ni maneno ya Zakazakazi. Ikamripoti polisi, akamatwa kwamba hali alipa ankara ya hoteli aliyokuwa akiishi, ili hali ilitakiwa alipiwe na klabu, akakamatwa na kuwekwa ndani kwa siku mbili, ama unaweza kusema nakuswekwa ndani yeah, kwa siku mbili ilibidi ubalozi wa Tanzania nchini Kenya umsaidie kutoka polisi, na akaondoka kurudi Tanzania. Wakati akiondoka aliwapa laana kwamba hawatokuja kushinda taji. Huyo ni Sunday Kayuni ma, Mtanzania, ma. na ni kweli mpaka mwaka mwaka 2025 msimu wa msimu 2024 2025 bado AFC Leopards toka tisini na nane Toka tisini na nane. Toka tisini na nane. Miaka ishirini na saba. Miaka ishirini na saba. Eh, mpaka leo hii. Wanalisikia tu kini bomba. Kiungari ulikuwa wapi? Sikumbuki mzu. Mara mwisho anachukua ubingwa ukumbuki? Sikumbuki. Au kumbuki kumbuki kwa hapi? Maana yake ni kwamba alikuwa mdogo sana. Ama siyo? Ama toka tumekuonea? Kabisa, kabisa. Ok, sawa. Haya na tukumbusha Zakazakazi. Wakati mwingine huwa tunamwita Google ni mtu ambaye nyingi sana mm, kabisa yeah, ana kumbukumbu pamoja F. C., mm. na kwamba yuko Azam FC lakini hizi Simba na Yanga ukimchokoza mengi mm. Kiukweli... mengi sana kwa mengi sana. Sana. hivyo yeah. Hayo ndio mambo ya AFC <laughs> Leopards. Tutoke hapo tuende katika uh, posti nyingine sasa. Hii imepostiwa uh, katika ukurasa wa Shirikisho la Mpira wa Miguu uh, Tanzania. Niliwasikia mkiwa mnachambua uh, tangazo lile la uchaguzi mkuu um, kwa maana ya kwamba wale ambao wana Uh, hitaji kugombea sasa. Hata wakati asubuhi nilikuwa nasikia katika baadhi ya vyombo vya habari wakisema ya kwamba mm. uh, kuingia katika website ya TFF kidogo kumekuwa na changamoto kwa um, ajili ya michakato hii ya uchaguzi sasa. Leo hii uh, Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF limetoa taarifa nasema kutokana na changamoto ya kiufundi katika website ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania yani TFF wambaji uongozi kwenye uchaguzi wa TFF. Sasa wanaweza kupata nakala yani nakala line kwa maana ya soft copy ya form kupitia namba ifuatayo ya WhatsApp. Kwa hivyo unaweza kachukua ile namba ya WhatsApp kama una nia ya kugombea nafasi zile ambazo zimetangazwa uh, kisha mambo yatakwenda vizuri. Maana mm -hmm, ni kwamba unaweza kutumiwa uh, kupitia namba hiyo. Ndioza, okay, kutumia ile form ambayo inahitajika. Sawa na? Mm -hmm. Yes, haya sasa ya nyumbani. Twende sasa uh, katika post nyingine tuone sasa katika FIFA World Cup Special. Tuone kuna habari gani na kwenyewe huko. Yes, hawa hapa ni Atletico Madrid ambao wa jana walikula mkongoto wa magoli manne kwa sifuri kutoka kwa PSG. Kiasi ambacho watu wanasema ya kwamba kumbe PSG ule moto haukuwa moto wa kubahatisha, ni moto wa ukweli. Lakini kwa nini nimeleta hapa? Nimeleta kuna comment kadhaa hapa uh, kama mbili hivi zinazungumzia referee kwamba referee alionekana kwa mfano huyu anasema referee kwa kiasi fulani alionekana kama vile alikuwa upande wa PSG. Japo Atletico hawakucheza vizuri, basi hiyo hiyo imefunga huo mjadala wake, yaani, japo japo refa kwa upande wao kwa kiasi kikubwa kweli, kwenye ile maamuzi 50-50 alikuwa anaenda kwa PSG, lakini Atletico kucheza mpira wa kusema, alistahili kushinda. Kwa hiyo hiyo komenti yake imejustify kila kitu kwenye huo mchezo. Hiyo neno lake la mbele nilimeona Simona analalamika baada ya goli hey, lakini hey, hawakucheza vizuri Atletico Madrid. Basi nafurahi sana nashukuru. Haya, tutoke hapa tuende kwenye posti nyingine, tuone na kwenyewe kuna habari gani. Hawa hapa ndio Athletic club ambako kuna Mtanzania anacheza hii timu, lakini sio tu Mtanzania, pia kuna mchezaji ambaye amepita uh, katika NBC Premier League, wewe ni Stephen Aziziki. Kwa hivyo ni miongoni mwa timu ambazo zinafuatiliwa sana. Lakini kinachofurahisha ni kwamba hawa Wydad ni kama wameteka Marekani hivyo. Hapa ni uh, mbele ya ikulu ya Marekani na White House, yeah. yeah. yeah. yes, White House yeah. Makazi mm eh? Yes, White House -hmm. eh? Makazi ya Rais wa Marekani Donald Trump hapa uh, wenzetu wao wanapata fursa hiyo ya kufika maeneo haya na kufanya mambo mengi. Mm -hmm. Amasi, uh, uh, mengi makugwa, na mm. wamefikisha jezi yao hapo na kuna maeneo mengi makubwa ya kihistoria na maeneo ya yenye heshima Eh, ya Marekani mm. hawa Widad wamepita huko hizi. Eh, picha zinaendelea kupita katika ukurasa wao, utaweza kuziona picha tofauti tofauti, lakini mimi nimevutiwa na hii ambayo mbele ya ikulu ya Marekani. Kwa hivyo ni kwamba eh, Widad ni kama vile wamepania, pamoja na kwamba eh, unasema ya kwamba hawapewi nafasi, lakini inawezekana wanajiuza Wanajiuza? Ya kwa sawa, iyo kampuni ilo mm -hmm. watengenezea jezi, na watengeneza jezi pia za, za Experience de Tunis mm -hmm. Unaiona hiyo jezi imetulia sana, mm iko -hmm. vizuri. Na Experience mm -hmm. de Tunis, jezi yao inasemekana ndio jezi bora. Ok. Kwenye hii michuano. Mm -hmm. Kwa hiyo na wenyewe, nafikiri wanajaribu kujibrand USA. Ni jezi bora, bora kwenye michuano? Ya, yeah, Experience de Tunis. Eh, ndio jezi bora kwenye hii michuano. Ndio jezi ambao watu mpaka sasa wanasema ni nzuri akina Madrid zimezoeleka yeah, unajua watu yeah. Wanapenda uh, kitu fresh yes, okay. Kama Nigeria ambapo wanaenda kwenye kombe la dunia mm. Jezi zao zinakwaga zinauzika ndio yeah. Nafikiri hiyo kampuni yao imejitahidi ime sana kutengeneza jezi nzuri sasa hivi. So, yes, tukim, tukimbizane na muda, tuende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna nini. Uh, yes, nimeleta hii video uh, tuitazame kidogo tu kidogo kwa mtu yes, nukta hiyo tu ukitazama hivi video, ilikuwa ni mechi ile ya Inter Miami na al na una, una, kuna Al Ahly katika kusalimiana, huku kuna kitu gani kinapatikana hapa? Unaona kwamba ulikuwa kuna utofauti wa kuonesha kwamba kuna timu kubwa na timu mdogo, ama kuna mchezaji mkubwa na mchezaji mdogo. Unaona hao watoto, Messi Messi amewasalimia. Unaona, angalia hiyo picha wanavyocheka, yaani wamefurahi sana. Yuyo mwenzake anamwonyesha mkono wake kama <laughs> Messi amenisalimia hey! Na yule anayemuonyesha na huyu paya anataka muonyeshe kwa hiyo. Hiyo eh, hiyo ni historia kwa wachezaji wa Al Ahli. Of course ni naendeleeze ikawa klabu ya mwisho ya Afrika ambayo Messi anaweza kukutana nayo kwa sababu okay, michuano mingine okay, ya kombe la dunia itakuwa elfu mbili na ishirini na tisa. Kama Messi atakuwepo basi itakuwa ni ni ajabu lakini ni kitu ambacho kitabaki kwenye kumbukumbu kumbu zao zote. Kucheza na moja wachezaji bora kwa hiyo kutokea duniani. Yes, tuangalie kama kuna posti nyingine tumalizie na hiyo uh, ili ni uh, kurudishia kijiti ama kdda <coughs> haya, huyu hapa Messi mwenyewe sasa. Uh, ESPN wanasema pamoja na kwamba muda unakwenda uh, una kwa maana ya kwamba muda unapita, lakini uh, remain the same, kwa maana ya kwamba uwezo wa Messi bado unasaidia pale, pale. Kwa hii picha inazungumza Messi amezungukwa na angapi, watu wangapi hapa karibuni? Watu wanne wanajaribu kumkaba Messi asiweze kuvuka hivi kwa ni mechi ile, ile ya Al Ahli na Haya, hizo picha zipo nyingi sana mtandaoni. Hizo zamezungukwa na wachezaji sijui 4 na 5. Amezunguka katika kiti. Ya, Messi ndo tabia. Hii ndio sikiyeje kwa kona maiz. Bwana mimi nikushukuru sana Ali Bakari kwa taarifa za FIFA World Cup, FIFA Club World Cup special kwa kweli imeshe ni nimependa sana ile video ile ya Lionel Messi na wale vijana na wachezaji wa Al Ahly. Eh, nimependa sana nikushukuru sana asante sana. Naam, ni mwenzetu Ali Bakari ambaye ametuletea taarifa za uh, mitandaoni zilizobamba na hakika ile FIFA World Cup, uh, Club World Cup club cup ilivyokuwa imepamba ime moto kule Marekani, lakini na kwingineko duniani, unaona jinsi ambavyo msisimko umekuwa ni mkubwa kweli kweli, toka pale saa tatu mapema kabisa asubuhi. Ulikuwa nasi hapa katika kipindi bora kabisa cha michezo cha Viwanjani. Kwa niaba ya wale wote ambao umefanikisha kipindi hiki cha leo, uh, mimi ni Ulama Salum, uh, nilikuwa pamoja na Dickson Magaliwa na kwa kiungai uh, na wengine wote. Hadi wakati mwingine nikwambie tu, baibai.